A, nimefika hapa kwanza kabisa kuzungumza na vyombo e, vya habari kuhusiana na tafrani iliyotokea jana hapa kwenye mtaa wa Kariakoo ambao uko katikati ya jiji la Arusha. Mtaa huu e, ni mtaa mkubwa wa wafanya biashara biashara wakati na biashara za hata kubwa lakini pia a, ume, umeonekana kuvamiwa na, na wafanya biashara wadogo yani wa machinga. Tulidhani ni huduma ni, ni kutoa huduma katika kipindi cha sikukuu ya Christmas na mwaka mpya. Basi e, nilikutana na viongozi wa upande wa machinga na wafanya biashara tukasema, kwanza tufanye biashara katika kipindi hiko ili kila mmoja aweze kupata nafasi ya kutafuta riziki wakati tuna e, wapeleka maeneo yao, lakini imeonekana kwamba baada ya maelekezo tuliyokubaliana tarehe ishirini na tisa e, tulivyofanya tu, tu, tu, tu, kikao chetu, ikaonekana kwamba baadhi ya maelekezo aidha hayakufika haya au yamefika na kupuuzwa. Kwa hiyo nimesimama hapa kutoa wito kwamba tulishakubaliana na viongozi wa pande zote wafanya biashara wakati wakubwa pamoja na wamachinga kwamba kila mmoja arudi sehemu yake aliyopangiwa ya, ya kufanya biashara na sehemu hizo zipo kwa Arusha. Kwa, kwa bado hatujaona tatizo la sehemu za kufanyia biashara wamachinga. Wa, kuna sehemu ambazo tayari tumekwisha e, zijenga zi, zi, zi vizuri, kama vile soko namba a, 68 pale Kilombero, lakini pia tunafanya maboresho ya soko letu kwa kujenga Uh, upya soko letu la Kilombero. Yote ile ni nafasi za wafanya biashara wadogo, lakini pia kuna soko la Ulezi linaweza likatumika pia kama uh, wafanyakazi eh, wafanya biashara wa, wadogo na maeneo mengine mengi sasa. Eh, eneo hili ni kwa, kwa ajili ya wenzetu wafanya biashara ambao tayari wako kwenye maduka tayari wana utaratibu wao mzuri na uongozi wao mzuri kwa hiyo hatuna, hatuna sababu ya sisi wana Arusha hususani wafanya biashara uh, e, ndogo yaani machinga kufanya biashara katika maeneo haya. Na isitoshe hatufanyi kwenye vyumba vilivyopangwa au vinavyotambulika, tunapanga bidhaa zetu barabarani. Sasa hii inatusababishia tuwe na msongamano mkubwa mara nyingine, lakini pia hata uhalifu mwingine ukafanyika, lakini kikubwa zaidi ni kuwaziba au kuziziba biashara za wenzetu uh, ambao tayari wako kwenye uh, levo ya, ku, ya kufanya biashara zao kubwa au za kati. Kwa hiyo eh, katika kipindi hiki mimi niwaombe eh, tutatangaziana vizuri, tutatoa matangazo eh, katika muda wa siku tatu eh, kuondoka vizuri, kupisha na kwenda kwenye maeneo ambayo tayari tumepangiwa. Kama kuna mfanya biashara mpya au ametoka sehemu nyingine, amekuja hapa tafadhali afike kwenye mamlaka ya halmashauri ya jiji tumwelekeze mahali pa kwenda kufanya biashara yake. Kwa hiyo hata hizi biashara zenyewe nazo tumezigawa katika maeneo. Wako wafanya biashara ndogo ambao wanauza matunda wana sehemu yao. Lakini wafanya biashara ndogo ambao wanauza bidhaa za nguo wako kwenye maeneo yao. Lakini wanaofanya mboga mboga wako kwenye maeneo yao. Sasa hatuwezi tukawa uh, katika mtaa huu mmoja. Uh, tunazibiana riziki wakati tulishapangana vizuri. Kwa hiyo nitoe wito wa kushirikiana na serikali pamoja na sisi wenyewe kama wafanyabiashara kuwa kila mmoja na ukarimu kumjali mwenzake, kuwa na upendo wa kumjali mwenzake ili tukapangane vizuri. Tusiwe na tabia zile za kuvunja sheria. Katika miji hii au jiji letu la Arusha hususani hapa katikati tumelipanga vizuri sana katika maendeleo ya kila nyanja. Ingawa tuna maendelezo mengine ya stendi ya mabasi kule e, e, Muriet tunaijenga kule, lakini pia hii stendi tutapisha kwa wakati utakapofikia ili kupunguza msongamano katikati ya jiji, na tusiwe na tabia y kuvunja sheria kama hizi tunazozifanya sisi wafanyabiashara, lakini pia hata wenzetu wanaofanya parking. Hapa nyuma yangu kuna eneo la parking, lakini tunaona gari zimepaki bila matatizo yoyote. Huu ni uvunjifu wa sheria. Sasa namna hii e, utapofanywa ku, kuondolewa uh, unarudi upande mwingine kwamba unaonewa. Uh, sivyo hivyo, isipokuwa wewe umevunja sheria.